Hizi nafasi za viti maalum wanawasaidia kwa namna gani wanawake wengine pamoja na wasichana eh, katika kupata haki zao? Asante uh, sisi kama shirika tukija kwenye mtazamo wetu, tuanzie hapo kwenye mtazamo wetu juu ya hizi nafasi maalum, tunaungana na mashirika mengine ya kifeminia ambayo tulifanya takwimu zetu kwenye eneo, tulifanya tafiti kwenye eneo hili la siasa. Tunakubaliana na kwamba zile nafasi ni nzuri, zimesaidia kuchochea uongozi kwa wanawake hasa vijana, lakini pia tumeshirikiana katika mfano, wakati tunachochea mabadiliko kwenye hii sera tulishirikisha baadhi ya viongozi wa bunge wanawake ambao wengine walipata hizi nafasi, lakini kwa sasa hivi pia tuna, tunachochea ya kwamba wanawake wanaweza wanawake vijana wanaweza kuongoza pasipo kusema wapewe hizi nafasi za viti maalum. Kwa hiyo kwenye, na, kwenye maeneo machache hatuna programu maalum ambayo tunasema tunafikia wanawake wana siasa lakini kwenye maeneo machache na zile fursa tunazopata kuwepo kwenye vyumba ambavyo wanaongelea ajenda hii, huwa tunachochea ya kwamba wanawake au vijana ambao wanatamani kwenda kwenye zile nafasi za siasa waende majimboni kugombea. Nadhani pia mnaweza tu mkawa mna ule mtazamo wa ujumla, mmeona ya kwamba wanawake wengi wamejitokeza mm. vijana kwenye hizo nafasi, kwa hiyo sisi uchochezi wetu zaidi, we know, we know, yeah. Uchochezi wetu zaidi, sisi ni sio hizi nafasi uh, viti maalum mm. Pili kidogo ee, yes. <laughs> mbona hamwapambanii au au amwahimizi wakapambana pia katika kuchukua masomo ya science, kwa sababu hapo ulizungumzia swala la elimu mm. E, ukasema kwamba hata nafasi asilimia zao ni chache, ambao wanachukua masomo ni wao wenyewe, au kuna, kuna mfumo ambao umemweka mwanamke umemweka mtoto wa kike ama msichana kwamba asijiingize katika masomo ya sayansi. Mm-hmm. Asante sana uh... Sasa ndio maana tumeanza tu sasa hivi eh, sio kwamba ni kidogo. Tunayo miradi mingine huko, tunaongelea hii ajenda, tumeanza kuiweka kwa uwazi mkazo wetu uh, kwenye eh, tunapoelekea kusherekea maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa kike duniani, na kwetu sisi tunaita hasa, uh, eh, Girls Agenda Forum. Tumeanza na kipengele muhimu cha maabara za kujifunza ama Learning Lab, ambazo wataenda kujifunza kwa vitendo study za science wakutane na wale mabinti wengine ambao wako kwenye hizi juzi za kisayansi na wanafanya kazi kwenye maeneo ya teknolojia, ili wapate uchochezi, na tutawaletea wasichana wa mifano pia ambao wamepata ajira kwenye hayo maeneo ya science na teknolojia. Lakini nikurudishe nyuma, sisi Msichana Initiative tuna Uh, klabu zetu zinaitwa Msichana Amani Klabu mashuleni, lakini pia kwenye hizi klabu wanakutana, wanazungumza pamoja changamoto ambazo wasichana wanapitia, wanapendekeza wazitatue vipi. Lakini usomaji wao au namna wanavyojifunza huwa wanatumia karata au kadi mm, eh, maalum ambazo tumezitengeneza za msichana, zinaitwa karata za msichana, Msichana Card Game, kwa pale kwenye zile Msichana Amani Klabu um, sisi Msichana Initiative ndio tunachochea na tunazidi kuwaambia kwamba dunia imetoka kwenye ajira hizi tu. Ebu msichana, unaweza kuchukua masomo ya science. Msichana una, unaweza kumaliza shule ukaenda mpaka chuo kikuu na kupata ajira kwenye maeneo ya science mm -hmm. Lakini pia huwa tunachukua mikutano mbalimbali ambayo tunakutana na wadau kuelezea kwa ukubwa zaidi na kuwaleta baadhi ya mabinti wao wenyewe uh, kushuhudia mabadiliko ya kiteknolojia. Kwa hiyo tunafanya kwa aina hiyo FM.